Assalamu alaykum na karibu katika dukuza vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 25 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. siku nzuri kabisa, siku ya Alhamis, heri ya Christmas. ni kualike kunakodukuza vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania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 jeshi la polisi lajiweka sawa ulinzi habari katika ukurasa wa tatu mwigulu atumbua wa vigogo temesa waliohusika na ubadhilifu wa bilioni mbili nukta tano awatuliza vijana tatizo la ajira habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili rita kulinda haki urithi kwa watoto wenye mahitaji maalum habari katika ukurasa wa nne saudi arabia tanzania kushirikiana wekezaji vijana habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne Gazeti hili pia limeandika haki za binadamu na uhalisia wa Tanzania baada ya uchaguzi, habari katika ukurasa wa tano. Adakwa akidaiwa kubaka wanawake watatu siku moja, habari katika ukurasa wa nne. Upungufu wa maji mto Ruvu watamatika, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, geji la habari Tanzania, habari picha ikimwonyesha waziri mkuu Dr. Mwigulu Mchemba akikagua hali ya utoaji huduma katika kivuko cha MV kazi kati ya Kigamboni na kivukoni mkoani Dar es Salaam jana. Kulia kwake ni waziri wa ujenzi Abdallah Ulega. Pamoja na gazeti habari leo mikononi mwangu, nilo gazeti Mwananchi lenyeo, habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni viongozi wa dini wataka Krismas ya msamaha, umoja habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Nuku za viongozi mbalimbali wa dini zimeandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili, akiwemo askofu William, nuku yake akisema kupitia sikukuu hii hata wale waliokuwa wakitenda uovu waachane nao kwa kutubu na kusameheana. Mwaka huu huo wa mwisho wa uovu na ndomoingia mwaka elfu mbili na ishirini na sita, taifa lirudi kwenye misingi yake ya amani, haki na maadili Nuku nyingine ya mchungaji Titus Kiame inasema mwaka huu tumepitia mengi na tumemkosea Mungu. Kwa sikukuu hii ya kuzaliwa kwa Yesu mkombozi wetu, tuombe msamaha nasi tusamehe, ili tuingie mwaka elfu mbili na ishirini na sita tukiwa wasafi kuepuka madhara ya damu iliyomwagika. Askofu Dikson Chilongani ndugu yake anasema watu wanalaumiana, viongozi hawaaminiani, raia na vyombo vya ulinzi hawana imani lakini Yesu anayezaliwa ni mfalme wa amani. Tunapaswa kuwa na amani, kuomba amani na kuzungumza amani, na nchi yetu itakuwa ya amani. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. Gazeti hili limeandika mapambo ya Krismas yaacha kilio kwa wachuuzi tano, idadi ya miti ya Krismas yaliyouza, mmoja wa wachuuzi ambaye alinunua miti 80 kwa ajili ya kuuza hadi jana. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu. CEO watendaji TEMESA wafutwe kazi Dk Mwigulu. Dar es Salaam. Waziri Mkuu Dk Mwigulu Mchemba ameagizwa kufutwa kazi na kufikishwa katika vyombo vya dola mtendaji mkuu wa wakala wa ufundi na umeme Tanzania TEMESA pamoja na manajmenti ya wakala huo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Na ni mzalendo wa kweli mjadala mpana nchini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano. Lakini pia gazeti hili limeandika Kardinali Pengo mgonjwa kupelekwa nchini India. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, Alhamisi ya leo, lenyewe limeandika afya ya Pengo yazua wasiwasi, kanisa Katoliki laweka wazi, kardinali huyo anaandaliwa kwa safari ya matibabu India, baada ya jitihada za ndani undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili, ndugu ya Skofu Ruwa'ichi ikisema, zimefanyika jitihada za kumsaidia kimatibabu hapa kwetu, lakini imeonekana kwamba upo uhitaji wa kumpeleka nje nchi ili apate matibabu ya uhakika zaidi. Tunatarajia kwamba ataondoka siku za usoni kwa lengo la matibabu hayo. Gazeti hili limeandika waziri mkuu anusa upigaji bilioni 2.5 kivukoni, kigogo kushtakiwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Simba aonekana mtaani, wakazi wajifungia ndani, habari katika ukurasa wa saba Moshi yatapika wageni mchezo mchafu wa bainika mfumo wa tiketi habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu na ukurasa wa kumi na nane. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika muhimbili ya baini shida waliopatiwa tiba ya upasuaji habari katika ukurasa wa tatu. Dera elfu mbili na hamsini ya washata ajira mamilioni kwa vijana nchini habari katika ukurasa wa tano na hivyo ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe kila siku. Johana uh, Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori; watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikuwa kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Foti Johanna Daycare and Nasa School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwakuwa kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja hadi miaka mitano. Fort Johanna Daycare and Nursery School mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Gazeti Mwanahalisi limeandika wariobamwiba muungano pasua kichwa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano mazingira Yusuf Masauni amekemea wanaokosoa okosoa muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar na kusema tutaulinda kwa gharama zote undani wa taarifa hii katika ukurasa wa nane uraisi balaa CCM Majaliwa naye atajwa 2030 Ruangwa wampokea kishujaa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahalisi. Tulitazame sasa gazeti Uhuru, ukweli daima, lenye limeandika Mwigulu amfyeka kigogo Temesa, aelekeza kufutwa kazi kwa ofisa mtendaji mkuu na management yote Amsifu waziri Ulega kwa hatua alizochukua. Kigogo huyo na wenzake wanatuhumiwa kwa matumizi mabaya ya madaraka, ubadhirifu wa fedha na usumbufu. Habari katika ukurasa wa pili. Kibano cha waziri waliozima x-ray, habari kwenye ukurasa wa tano. Wasomi wachambuzi waiba neno serikali kuwezesha vijana, habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Tanzania Saudi Arabia kuimarisha ushirikiano, habari katika ukurasa wa tatu. Tumwombee Kadinali Pengo. Askofu mkuu wa jimbo Katoliki la Dar es Salaam Juda Tadeus Roichi amesema hali ya afya ya Kardinali Polikap Pengo. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu. Ujenzi barabara Tanga Pangani ufikia asilimia sabini na tano, habari katika ukurasa wa sita, na hivi ndivyo ambavyo limeanika gazeti Uhuru Kweli Daima Alhamisi leo. Zanzibar Leo kwa kweli na wazi lenye limeandika, Dr. Nchemba akunjua makucha habari katika ukurasa wa pili polisi mjini kuimarisha ulinzi sikukuu ya Krismasi mwaka mpya, habari katika ukurasa wa tatu. SMZ yaahidi kusimamia mageuzi sekta ya elimu, habari katika ukurasa wa tatu. serikali itaendelea kuimarisha makazi bora safe, habari katika ukurasa za ndani. makatibu wakuu waagizwa kusimamia mpango wa kujikinga na maafa, habari katika ukurasa wa pili. Dkt Harun ataka misingi ya utumishi wa umma izingatiwe, habari katika ukurasa wa pili. Macron, EU, Denmark yakataa mpango wa Trump kumchukua Greenland. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tisa, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo katika ukurasa wake wa mbele. Na leo gazeti wa Machinga lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Christmas chini ya ulinzi, polisi wakesha wakifanya doria kila kona ya nchi, lengo kukabiliana na tishio lolote la kiharifu. Vijana wa Kamanda Murilo watapakaa maeneo yote ya jiji la Dar es Salaam, Mwanza, Arusha na Mbeya mwendo huohuo huo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Gazeti hili limeandika fyekeo la Mwigulu latua Temesa, agiza mtendaji mkuu na management yake kufutwa kazi, ataka uchunguzi ufanyike kubaini sababu ya ubadhirifu mara kwa mara kivukoni, habari katika ukurasa wa tatu. Waziri Aweso atangaza kumalizika kwa changamoto ya maji da, habari katika ukurasa wa tatu Mbunge Asenga wataka Kilombero kucherekea Christmas kwa utulivu. Habari katika ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ambavyo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 hatua na wanne yumo mdogo wa fado mabosi wa saka kipa mpya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika bao la dube laibua makocha. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Adaja mziki wa EPL habari katika ukurasa 18, Desemba 26, ni Manchester United dhidi ya Newcastle United. gazeti hili pia limeandika bafana bafana ya wapania wa mafarao stars ya hesabu zipo Uganda mziki wa baka wa wakuna wa Nigeria. Disemba 27 ni Tanzania dhidi ya Uganda saa 2 na dakika 30. Ishu ya daka mashabiki watolewa hofu, habari katika ukurasa ngoma zisizochosha msimu wa Christmas, habari katika ukurasa wa 17. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Mwanaspoti likiandika AFCON kesho, Ijumaa ni Morocco dhidi ya Mali saa tano kamili usiku, Prince Abdullahi. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani, gazeti ya Habari Leo lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma limeandika serikali yaipa heko Stars, Gamondi yaridhishwa na kiwango, habari katika kurasa za ndani. Burkina Faso yaanza vyema AFCON, Msondo Sikinde kumwenzi TX Moshi hare, habari katika ukurasa 21 RT kubana waendesha mbio wa babaishaji habari katika ukurasa wa 23 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti habari leo, ukurasa wa nyuma wa gazeti ya Nipashe habari za michezo, lenye limeandika Gamondi: Taifa Stars imeimarika, kocha Nigeria ashangaza na kiwango. Makonda wapatano wachezaji kwa kulinda heshima ya Tanzania. Habari katika ukurasa wa 23 Beka kukutana na vigenge vitano Simba. Habari katika ukurasa so, wa 23. Man City yakaribia kumsajili Semenyo wa habari katika ukurasa so, wa 21, na ndivyo ambavyo limelika gazeti Nipashe na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani Tv.